Majina anaitwa Lucas Sifaeli na ni mfanyakazi wa hapa Serena Hotel. E, tunashukuru Marie Stopes kwa kutufikia mahali hapa kwa ajili ya mafunzo ya, kwa ajili ya afya. E, tumejifunza mambo mengi hasa hasa masuala ya kujikinga na magonjwa ya ngono. E, wametufundisha na hasa mimi mwenyewe kibinafsi nimepata masomo ya kuweza kuni kunisababisha kugundua dalili za ugonjwa wa ngono ambao hasa jamii yetu ya vijana wenye umri wa wakwetu sisi ambayo tunapata nayo katika changamoto nyingi sana, uh.

Very, very nice uh, yeah. Yeah, Marie Stopes, kwa kila hatua ya mwanamke.